Tukiachana na masuala ya uchaguzi sasa, tuangalie ukiukwaji wa haki za watoto. Wimbi la vitendo vya unyanyasaji wa watoto limeendelea kuchukua sura mpya na kudhoofisha jitihada za serikali na watetezi wa haki za binadamu. Ikiwa ni takriban mwezi mmoja umepita baada ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika iliyobebwa na kauli mbiu mlinde mtoto kwa ustawi wa taifa la leo na kesho, bado jitihada hizo ni nadharia tu, kufuatia kitendo cha mama mmoja kumnyanyasa mtoto wake na kumjeruhi sehemu mbalimbali mbali za mwili. Mwanahadubini wetu wa habari kwa kina anakuunganisha na mkasa huo. Huyu mtoto, tulivyokuwa tunakaa naye mama yake alikuwa akimpiga na kumng'ata ana, ana majeraha mgongoni, huku sehemu za makalio, kwenye mapaja anamng'ata, anampiga na vyombo vya moto, upawa, mwiko anampiga siku moja tukampelekaga polisi, polisi wakaja wakamchukua, wakamojioji pale wakamrudisha, lakini tabia yake ikawa bado inaendelea. Kila siku anampiga, vitendo hivyo hivyo anamfanyia, ndio mpaka sasa hivi mtoto bado anapigwa, amna toa yote lichukuliwa kutokana na yule mama. Ama kweli ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Mara baada ya dawati la hadubini kufikiwa na taarifa za mkasa wa mama asiye na uchungu na mwana, moja kwa moja akielekea katika shule inayodaiwa anasoma mtoto anayefanyiwa ukatili. Lakini ikio na yake namna hii, umesema nicoe. Shukesai. Shukesai. Shukesai. Shukesai. Shukesai. Shukesai. Shukesai. Shukesai. Baada ya kujionea mazingira ya shule, nikateta na mwalimu mkuu, naye akanipa hadithi ya manyanyaso anayopata mmoja wa wanafunzi wake shuleni hapo. Pokea okay, tatizo la mtoto kutoka kwa wananchi kwamba kuna mzazi anamnyanyasa mtoto katika maana ya kumuumiza maumivu makali na kumjeruhi. E, mimi kama shule tulimtafuta huyo mzazi, kwa bahati mbaya hatuweza kumpata, na ilikuwa ni mwishoni mwa mwezi wa tano, na kwa bahati mbaya huyu mzazi alimtorosha huyu mtoto, na hata ile mitihani ya muhula hakuweza kuifanya, yaani ya mwezi Mei kwenda mwezi Juni. Tumefungua shule huu mwezi wa saba. Sasa bahati nzuri, huyu mtoto amekuja shule, baadaye nilivyomhoji nikamkuta ni mtoto ipo kwenye hali mbaya, ana makovu mazito sehemu zake zote za mwili, na tulivyomchunguza mtoto tukamwona kweli ameumizwa, na kichwa kimevimba, amepigwa mwiko na mama yake, na sehemu zingine ameng'atwa ng'atwa, basi nikalazimika nianze kuchukua hatua za kisheria. Kisha akaitwa mtoto mwenyewe anayedaiwa kunyanyaswa na mama yake mzazi, sura yake ikionyesha kila dalili ya unyonge na wasiwasi tele. Mtoto huyo akajongea mpaka mahali tulipo na mwalimu wake wa darasa, akaendelea kunithibitishia kuwa mwanafunzi wake hayuko kwenye mikono salama. Ameniambia kwamba huyu mtoto huyu, kwa sababu huyu mtoto kashanipeleka polisi. Ujua mimi mwalimu nimeshalala polisi kwa ajili ya huyu mtoto. Punde wenyeji wangu wakatuma mwaliko kwa mama mzazi wa mtoto huyo pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali ya mtaa wa Kimara Baruti kutegua kitendawili kilichogubika kisa hicho. Unafahamu anapoishi huyu mtoto? Sasa naomba umfungizie barua hii mara moja aje hapa shuleni, mtoto anaumwa. Sawa? A. aje sasa hivi, aahirishe kazi zake zote, mtoto wake anaumwa. Haikuchukua muda wote, kwa pamoja wakaitikia wito, mithili ya mahakama iliyohamia uraiani. Kazi ni moja hapa, swali najibu, na jibu nakukakalia. Jambo moja nimesema sana, maswala ya shule. Huyu mtoto unamnyanyasa sio kwa maswala ya shule ya peke yake, hata maswala ya nyumbani, nimekwambia kuna zaidi ya mwezi mzima mtoto haiko ha, shule lakini ameumizwa na maramisho hii hilo iliyopata maramisho hii mtoto umeumiza nyumbani. A maswala ya nyumbani sio ya shule. Mimi aliniambia sio leo sio jana. Mimi niko ngoja kwanza alichoongea mwalimu kwetu Alichoongea mwalimu hapo, hapa sasa hivi, ni kweli. Tunalalamika sana kofi moja tu, nyanyasaji na kila kitu. Sasa mwanao naye yeye atakasemewa. Mimi kama mwenyekiti wa Segerea mtaa, siwezi kuvumilia unyanyasaji wa kiasi hicho hata kama ni mtoto wako, umemzaa mwenyewe, umeelewa vizuri? Sasa wewe mjibu mwalimu, kwa nini kipindi hicho mtoto wako hakushiriki shule kwa maamuzi yako mwenyewe binafsi? Kadri mjadala huu ulivyokuwa ukishika kasi, mlalamikiwa akaonekana kupata kiwewe shuleni. Suala kwamba handiki shuleni, wewe kuja kwa mwalimu unakiri kwamba uwezi kumchapa tena. Baada ya mjadala uliogharimu takribani saa moja hivi, hatimaye uamuzi ukatolewa. Ndio tuambia sa ukimchapa, mwalimu ape kata saini na akili yangu timamu bila kushawishiwa na mtu yeyote mwanangu na mwandike kutoka shuleni. Hapa Hadubini ikakitembelea kituo cha sheria cha Tanganyika Law Society na kukutana na mtaalamu wa sheria za watoto Benedict Bagirie. Tunayo sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo inazuia unyanyasaji wa aina yoyote ile kufanyika kwa mtoto ukatili wa aina yoyote ile kufanyika kwa mtoto. Kwa hiyo swala la ukatili dhidi ya mtoto ni swala ambalo limezuiliwa kisheria. Je, ni hatua gani anazoweza kuchukuliwa mtu aliyetekeleza vitendo vya unyanyasaji dhidi ya mtoto? Sheria imezuia unyanyasaji wa mtoto kwa ujumla, kwa hiyo yeyote awaye, hata kama wewe ni mzazi, huwezi ukasema kwamba sasa utakuwa na haki ya kumnyanyasa mwanao kwa sababu tu wewe ni babake au kwa sababu wewe ni mama yake sheria bado inakuzuia na sheria inakutaka wewe kama mzazi uwe ndo mtu wa kwanza kumlinda dhidi ya ukatili. Kwa hiyo wewe mwenyewe basi unapokuwa sasa, wewe ndo unafanya ukatili, unapata adhabu tu kwa mujibu wa sheria. Pia nikataka kupata maoni ya wazazi kuhusu ongezeko la vitendo vya unyanyasaji dhidi ya watoto. au namkanya sio namfanyia, ni vitendo vibaya. Napomwambia mtu kaharibu wao, ukakukosea natakiwa umkanye, lakini sio kwa kutumia kisu, kwa kumbana na kitu cha moto. Unatakiwa weka kitu jikoni cha moto, kamchoma mwanasemrasili au kamunguza popote. Kwa hiyo mi naomba wanawake wenzangu wasifanye hivyo. Mi kama mi naofanya kwa kweli sio vizuri kwa wazazi, kwa sababu wao ni watoto tu, ni malaika ajui chochote kinachofanyika chof, maika mtu nateswa na baba yake, so pamoja umwingize na mtoto kabisa, kabisa. Nakuwa so vizuri unyanyasaji. Umekuwa ni kero mno, nadhani serikali iliangalia sana swala hili katika kuwa, ku, kulikemea. Si wazazi tunalikemea, na serikali nayo tunaomba ilikemee sana swala hili la unyanyasaji kwa upande wa wazazi.